Mimi nitaweka pesa bilioni tatu kwa hizi makampuni zetu ya Ken Development. Mtu anakuja hapa anasema, hapana, unajua sasa kampuni yetu inataka kuuzwa eh? Kampuni yetu inataka kuuzwa. Wacha niwaambie, nikiwa kanisani hakuna kampuni ya sukari itauziwa mtu. Sijui mwingine ananiambia rai. rai nani? eh? na wakora wote wako katikati

Anauziwa shamba ambayo iko na miwa tayari shilingi elfu hamsini kwa heka. Anauziwa shule ambayo iko kwa hekari tano shilingi elfu mia mbili hamsini Anauziwa stadium iko kwa hekari ishirini kwa shilingi milioni moja. Hiyo haijawahi fanyika katika historia ya Bungoma.